Uh, mtazamaji wa Tanzania ITV mahali popote ulipo, naomba ni kusalimia hujambo, lakini kabla ya taarifa hizi na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya A like. Sasa Hewa imeweza kuchafuka katika taifa la Tanzania sasa hivi, huku rais ambaye yu mamlakani Samia Suluhu Hassan akilemewa ghafla anapoendelea na uongozi wake akiwa ikulu. Vile tunajua Samia Suluhu Hassan ni rais ambaye aliweza kujichagua yeye mwenyewe katika uchaguzi uliopita wa 29 Oktoba mwaka jana, lakini anaendelea kutekeleza majukumu kama rais katika taifa la Tanzania hapa akiwa na jukumu la kuongoza kwa kutumia kifua. Sasa serikali ya Samia Suluhu Hassan imekuwa ikiendelea na uongozi na imekataa kutoa idadi kamili ya waliouawa wakati wa maandamano yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania mwaka jana. Sasa rais amelemewa kwa kuitishwa kutoa idadi kamili ya walioangamia kufuatia maandamano ya mwaka jana. Vile unavyotazama hewani kuna chapisho ambalo linasema hapo chini, ukiangalia kwa nini wanaficha kutoa idadi ya watu waliokufa. Huyu ambaye alikuwa anauliza aswali si mwingine ila tu ni makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Bara Isihaka Mchinjita, mwenye ameomba serikali ya Samia Suluhu Hassan iweze kutoa idadi kamili ya wale ambao waliweza kuangamia kufuatia maandamano. Ametoa shinikizo kali kwa serikali ya Tanzania kutoa idadi kamili ya watu waliopoteza maisha yao katika matukio yaliyoambatana na uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka jana wa 2025 akishangazwa na hatua ya viongozi wa juu kutaja uharibifu wa mali huku wakificha taarifa za vifo kumaanisha ya kwamba hata kama Rais Samia Suluhu Hassan amekataa kutangaza idadi ya wale ambao waliangamia amelemewa kwa kulazimishwa kutoa idadi ili Watanzania wote waweze kujua kile ambacho kinaendelea kuhusiana na familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao. Ikumbukwe ya kwamba mrengo wa upinzani umekuwa ukisema ya kwamba maelfu zaidi ya elfu tatu waliweza kuangamia kufuatia maandamano yaliyoshuhudiwa katika taifa hili letu la Tanzania, lakini zaidi ya yote, kuna familia ambazo ziliamua kuzika viatu kama ishara tosha kwamba wameweza kuzika jamaa zao ama ndugu zao, huku wengine wakilazimika kufanya mazishi wakitumia picha za wahusika. Na ikumbuke kwamba ripoti moja iliweza kuangaziwa katika kituo cha CNN ambacho kiliweza kuonyesha makaburi ya halaiki ambayo watu wengi waliweza kuzikwa kwa pamoja, na hata sisi Tanzania ITV tuliweza kuangazia hayo yote, makaburi yale ambayo yanadaiwa kutumika kuwazika Watanzania waliouawa katika sehemu mbalimbali katika taifa letu la Tanzania na kuna picha za satellite ambazo ziliweza kutumika kujua uh, vile Watanzania waliweza kuzikwa baada ya uchunguzi huu uh, kufanyika, wakitumia picha za satellite za Planet Scope, Planet Labs, na Google base maps. Picha hizi zinaonyesha kabla na baada ya uchunguzi wa mwaka jana, na inabainika kwamba miili ilizikwa karibu na taasisi za umma, hospitali, maeneo wazi yasiyo na shughuli nyingi za kawaida, kumaanisha msituni. Kama sasa, kuna vitendo ambavyo viliweza kushuhudiwa, tuseme, katika eneo linaitwa Kifule, uh, pale Dar es Salaam karibu na hospitali ya Kifule. Picha zinaonyesha uh, uchimbaji wa eneo hilo na kutengeneza Uh, temporary structures ambapo inadaiwa kwamba kuna makaburi eneo hilo. Eneo lingine ni Tengeru. Tengeru liko katika uh, eneo lile ambalo wengi wanajua Arusha, karibu na chuo uh, cha kilimo. Kuna uwepo wa mtambo wa kuchimba ardhi, excavator eneo hilo, kuonyesha ishara kwamba kuna makaburi ambayo yaliweza kuchimbwa pale, na maeneo mengine ni kama Mwanza Mbea hapa ambapo tunapeperusha matangazo haya, na picha hizi hutumika sana na vyombo vya habari vya kimataifa kama CNN, BBC, mashirika ya haki za kibinadamu, lakini kufikia sasa serikali haijakanusha madai hayo. Ndio maana ACT Wazalendo ni chama ambacho kipo katika mrengo wa upinzani, wameweza kumwagiza Rais Samia Suluhu Hassan aweze kutoa idadi kamili ya wale ambao waliweza kuangamia. Zaidi ya yote, wanataka kuhakikisha kwamba katiba mpya imeanzishwa katika taifa letu la Tanzania, kumaanisha katiba ile ambayo tunaitumia hapa Tanzania ya mwaka 1977 ni ya uongozi wa kiimla ambao unastahili kufikishwa mwisho. Ikumbukwe eh, kwamba Tundu Lissu yu gerezani kwa sababu alionekana akisema ya kwamba no reforms no elections, akashtakiwa kwa kosa la uhaini, na kulingana na sheria za Tanzania, uhaini ni jambo ambalo halina dhamana, ila tu unaweza kuamliwa kifo kwa, kwa hivyo, kuna uongozi wa kimla ambao unaonekana katika taifa la Tanzania na sasa ACT wamekinukisha huku hewa ikichafuka katika taifa letu lote la Tanzania Samia Suluhu Hassan akilemewa akiwa uongozini Ikulu, kwamba liwe liwalo liwalo na liwe lazima, atatoa idadi kamili ya wale ambao waliweza kuangamia, fidia itolewe kwa familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao, na wale ambao waliweza kujeruhiwa wakiwa katika mahospitali mbalimbali, nao pia waweze kukabidhiwa fidia ili kufungua mlango wa maridhiano Pasipofanyika haki na uwajibikaji, mambo ya maridhiano lazima yasaulike na kuzikwa katika kaburi la sahau. Hayo ndiyo yanaendelea katika taarifa zile ambazo tunaendelea kuzipokea katika uh, kituo hiki kila wakati na vile tunasema, lazima tutaendelea kutoa siri zote za yale ambayo yanaendelea katika taifa letu la Tanzania. Na ACT wa Zalendo wanasema uchaguzi unastahili kurudiwa, ili uh, Watanzania tuweze kupata haki ya kuwachagua viongozi wale ambao tunastahili kuwa nao wataleta maendeleo, sio kuwa na chama ambacho ni cha kiimla cha CCM. Naomba nitamatishie hapo lakini kabla niondoke, naomba ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza uchukue sekunde moja tu uponyeze button ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Asanteni sana. Tukutane hapo baadaye.